vijana platform vijana tuyajenge vijana tuyajenge mheshimiwa edward mpogoro mkuu wila wa wilaya ilala na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa dar es salaam jennifomolo katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana dr kedmon mapana naibu katibu mkuu ofisi ya rais maendeleo ya vijana, maafisa maendeleo ya vijana kutoka mikoa yote 26 ya Tanzania, watoa mada wetu ambao tutakuwa nao siku ya leo, viongozi wa taasisi mbalimbali zinazoongozwa vijana ikiwemo vyama vya siasa, ndugu vijana, waandishi wa habari, wa mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania, kazi na utu vijana tuyajenge. Awali yote, namshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya pamoja na uhai na kutuwezesha siku ya leo kuweza kukutana katika ukumbi huu. Lakini pia nichukue fursa hii kuwatakia vijana wote wa Tanzania heri ya mwaka mpya elfu Ninaomba mwaka huu weni mwaka tutakaotumia fursa zetu vizuri, tutakaoshikamana zaidi kwa ajili ya mafanikio yetu binafsi, lakini pia kwa mafanikio ya taifa letu. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa jukwaa la vijana linalojulikana kama Vijana Platform, na wakati huo huo niwashukuru sana kwa dhati kutoka ndani ya moyo wangu kwa wote kuitikia wito kuweza kuja hapa leo, naomba tujipigie makofi. Tukio hili la leo ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ambaye ameagiza kuimarika kwa ushiriki wa vijana katika masuala yanayohusu ustawi wao, maendeleo yao na kujumlishwa kwao katika mipango mizima ya taifa letu na kila tunachokifanya. Wakati tunaandaa jukwaa hili, niliulizwa maswali mengi pia na watu mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, na wengine walinipigia simu, walikuwa wananiuliza nani anastahili kuja kwenye mkutano huu na awe na vigezo gani? Niliwajibu kijana yoyote mwenye miaka 15 mpaka 35, mtanzania anaruhusiwa na anatakiwa kuja kwa sababu vijana platform ni jukwaa la wote na la kila kijana Mtanzania. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kujitokeza kwenu kwa wingi, na nimeona kuna wengine wamesimama, na nimetaarifiwa wengine wako nje, na wengine wamejiunga nasi kupitia online. Hii yote ni ishara kwamba sisi kama vijana tumedhamiria na tumeamua kuwa sehemu muhimu ya chochote kinachoendelea katika nchi yetu na sauti zetu zitasikika sawa sawa na fursa tuliopewa na Mheshimiwa Rais. Ndugu vijana, takwimu za sensa ya watu na makazi kwa mwaka 2022 zinaonyesha kwamba vijana ni sehemu kubwa ya idadi ya watu nchini. Takriban asilimia 77.3 ya Watanzania wote wana umri wa chini ya miaka 35. Tunazungumzia takribani watanzania milioni 46, na vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35 wanachangia takriban asilimia 34.4 ya idadi ya watu wote katika nchi yetu ya Tanzania. Maana yake takriban vijana milioni ishirini wako kwenye hilo kundi. Aidha, kwa mujibu wa matokeo ya utafiti wa nguvu kazi ya taifa, vijana ndio ambao wanachangia kwa kiwango kikubwa nguvu kazi ya taifa letu, wakichangia kwa takribani asilimia 55.6 ya watu wote wanaozalisha katika taifa letu ni vijana kati ya umri wa miaka 15 na 15 na miaka 35. Hawa wanahusika moja kwa moja kwa shughuli za uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi ikiwemo kilimo, biashara, huduma, viwanda, sanaa pamoja na ubunifu. Hali hii inaifanya kundi la vijana kuwa nguvu kazi kubwa ya taifa na kundi linalohitaji kuwekewa mazingira mahususi ya kujifunza, kujenga uwezo, kupata stadi zinazohitajika katika soko kushiriki kikamilifu pia katika michakato ya maendeleo ya taifa letu. Kwa kuzingatia uhalisia wa kidemografia na mchango mkubwa wa vijana na nguvu kazi ya taifa, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutekeleza kwa vitendo mikakati madhubuti ya kuwezesha vijana katika nyanja mbalimbali za maendeleo. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha vijana wanajengwa katika mazingira bora ya kukuza vipaji maarifa na ujuzi wa kisasa, lakini pia kutumia kikamilifu fursa zilizopo kwa ajili ya ustawi wa kwao na mustakabali wa taifa letu. Katika muktadha huo, serikali ilifanya mapitio ya sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 na na kuzindua toleo jipya la sera ya mwaka 2024 ambayo linaendana na mabadiliko ya kijamii, kisayansi na kiteknolojia. Pia na hapa ningependa nitoe wito kwa vijana wote tupate nafasi ya kupitia sera hii ambayo ipo kwenye mfumo e, wa hard copy na kala ngumu, lakini pia inapatikana kwenye mfumo wa soft copy, na sisi kama wizara tutahakikisha tunaisambaza kwa wingi ili kila kijana aweze kujua sera ya maendeleo ya vijana ambayo imerejewa mwaka jana 2024 inazungumza nini, lakini pia tutakuwa tayari kuendelea kupokea maoni ya namna bora ya kuendelea kuboresha sera zetu. Sera hii imeweka msisitizo katika ubunifu wa uvumbuzi, matumizi ya TEHAMA, uchumi wa kidijitali, ujasiriamali wa vijana, afya ya vijana, ikiwemo afya ya akili na leo tutakuwa na somo hapa, pamoja na kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi ya maendeleo, kuanzia ngazi ya jamii hadi taifa, na kujenga viongozi vijana, kuanzia ngazi za chini mpaka ngazi za kitaifa. Pia katika kuhakikisha vijana wanajengewa uwezo wa kushiriki kamilifu katika maendeleo ya uchumi ya jamii, serikali imeendelea kutekeleza programu ya taifa ya kukuza ujuzi kwa vijana inayolenga kuwapatia vijana stadi zinazohitajika sokoni kwa ajili ya kuajirika au kujiajiri wao wenyewe. Kupitia programu hii, maelfu ya vijana kila mwaka wamekuwa wakinufaika na mafunzo ya ufundi stadi, huwa na genzi na ujasiriamali yanayotolewa kupitia taasisi za umma na binafsi, ikiwemo VETA, vyuo vya maendeleo ya jamii na taasisi binafsi zinazotambulika. Mafunzo haya yamelenga maeneo yenye uhitaji mkubwa wa nguvu kazi kama vile kilimo, ujenzi, huduma, tehama, sanaa na utalii na yamechangia kuongeza ajira na kujiajiri kwa vijana katika ngazi mbalimbali. Na hizi ndio baadhi ya fursa ambazo tulipokuwa tunapita katika maeneo mbalimbali vijana walikuwa wanasema hawazifahamu. Na kupitia majukwaa haya vijana platform tunahitaji kila kijana aweze kujua fursa inayopatikana iliyotolewa na serikali na zile zinazopatikana katika sekta binafsi ili aweze kuitumia wakati wote anapohitaji. Lakini aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua za makusudi za kuwezesha vijana kiuchumi kupitia mifumo mbalimbali ya kifedha. Kwa mujibu wa miongozo wa serikali za mitaa, halmashauri zote nchini huwa zinatenga asilimia kumi ya mapato yao ya ndani kwa ajili ya mikopo, ambapo asilimia nne huwa inatengwa mahususi kwa ajili ya vijana. Kupitia utaratibu huu, kwa mwaka 2024/2025 jumla ya mikopo yenye thamani ya bilioni 36.64 ilitolewa kwa vikundi 2827 vya vijana, ambapo vijana wengi wamewezeshwa kupata mikopo isiyo na riba kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali, ikiwemo mbali kilimo, biashara, ufugaji na usindikaji wa huduma. Na hili ni jambo mojawapo tumekutana nalo kwenye maeneo mengi tuliyokutana na vijana wamezungumza kwamba fursa hizi zinapotolewa wengi hawapati taarifa, lakini kwa namna moja au nyingine, kumekuwa hakuna uwiano unaofanana wa fursa hizi kupatikana kwa vijana wote. Dhumuni tulionalo kama wizara na kwa kupitia vijana platform ni kuhakikisha kwamba fursa kama hizi sawasawa na dhamira Mheshimiwa Rais zitolewe bila upendeleo na zitolewe bila ubaguzi kwa kijana yeyote wa nchi ya Tanzania anastahili kuzipata popote pale alipo, na ndio maana leo tuko hapa kutengeneza mkakati huu wa pamoja. Vilevile serikali imeendelea kusimamia utekelezaji wa mfuko wa maendeleo ya vijana uliopo chini ya ofisi ya rais, maendeleo ya vijana, ambao unatoa mikopo yenye riba nafuu na msaada wa kitaaluma kwa vijana ili kuwezesha kuanzisha na kukuza miradi ya kiuchumi. Sambamba na hilo, serikali imeimarisha utekelezaji wa matakwa ya kisheria ya manunuzi ya umma inayotaka angalau asilimia 30 ya thamani ya manunuzi ya umma itenge kwa ajili ya makundi maalum ikiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Na leo tuko na wenzetu wa PPRA watakuepo hapa kutuelekeza namna gani tunaweza tukatumia fursa zinazopatikana katika manunuzi ya umma katika taasisi mbalimbali sawasawa na matakwa ya kisheria, ili vijana waweze kupewa tenda zinazotolewa katika taasisi za serikali ili tuweze kujenga uchumi wetu kupitia makampuni yetu. Kupitia utaratibu huu vijana wameendelea kupata fursa za kushiriki katika zabuni na manunuzi ya serikali, jambo linalowezesha kuingia katika uchumi rasmi na kukuza biashara zao kwa njia endelevu. Mfano, mwaka 2024-2025, vikundi na makampuni ya vijana yapatayo 299 yenye jumla ya vijana 2226 wamenufaika na utekelezaji wa sheria hii, ambapo jumla ya zabuni zenye thamani ya bilioni 10.8 zilitolewa kwa ajili ya vijana na kwa mara nyingine, nataka niseme, kila wakati nimeongea hii, vijana wamekuwa wanasema mbona hizo taarifa hatuzijui, nani huwa wanapewa hizo zabuni, ni vijana gani? Ndio maana tuko hapa leo, na leo tuko na mkurugenzi wa PPRA tumemwita hapa azungumze utaratibu wa kupata hizi zabuni, tunafanyaje kama vijana, ili kila kijana kwenye mkoa aliopo. Uzuri wa fursa kama hii haipatikani tu kwenye ngazi ya taifa, inapatikana mpaka kule uliko kwenye wilaya na halmashauri tunazotokea, atueleze tunafanyaje ili vijana washiriki katika hizi tenda ambazo zinatolewa. Kwa upande wa matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, serikali imeendelea kuwekeza katika kuimarisha tehama kwa vijana kama nyenzo muhimu ya kujifunza, kubuni na kufanya biashara. Hatua hizi zimejikita katika kuendeleza mafunzo ya kidijitali, majukwaa ya kujifunzia mtandaoni na kukuza ubunifu wa vijana katika uchumi wa kidijitali. Mweleko huu umeimarishwa zaidi kupitia utekelezaji wa miradi ya kimkakati inayolenga kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa kisasa wa tehama, ubunifu na ujasiriamali, sambamba na kuimarisha miundombinu ya kidijitali katika shule, vyuo vyetu, lakini pia vituo vya mafunzo. Katika kuendeleza jitihada hizi za kuwawezesha vijana kiuchumi na kuwaweka katika uzalishaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeanza kutekeleza kwa vitendo ajenda ya kuanzisha maeneo maalumu ya kiuchumi kwa vijana yanayojulikana Youth Special Economic Zone chini ya usimamizi wa mamlaka ya uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, yani Tiseza. Mpango huu ni mkakati mahususi wa kuongeza ushiriki wa vijana katika sekta za uzalishaji za viwanda, kilimo, biashara na ubunifu wa uchumi kwa kuandalia mazingira rafiki ya kuwekeza na kuzalisha kwa tija. Maono Mheshimiwa Rais ameyasema mara nyingi, hataki tu vijana tuishie katika kuwa wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa. Anataka pia tuhusike katika kuzalisha, tuhusike katika kutengeneza tumiliki pia uchumi wa viwanda. Na ndio kwa sababu hiyo mpango huu maalum wa maeneo maalum ya uwekezaji ya vijana yameandaliwa, ili tunapozungumza wawekezaji, tuzungumze tu wazee peke yao, tuzungumze tu wageni peke yao. Tunataka vijana wa Kitanzania waingie katika kumiliki uchumi wa nchi hii kwa kuwa wawekezaji, na ili kurahisisha jambo hilo, mpango huu maalum ambao umeondoa vikwazo vingi sana utawahusisha vijana kuweza kumiliki uchumi kupitia maeneo maalum ya kiuchumi kama ambavyo miongozo itatolewa. Kupitia mpango huu serikali imelenga kuwezesha kuanzishwa kwa makampuni yatakayokuwa katika maeneo haya maalum ya uwekezaji, makampuni takriban elfu ishirini ambayo yataondolewa vikwazo vingi ambavyo vijana wengi wamekuwa wakivisema. Na kama mlikuwa mnafuatilia habari, waziri wa nchi ambaye anashughulikia masuala ya uwekezaji alizungumza kule Kibaa wiki iliyopita na alionyesha jinsi ambavyo eh, Tiseza imeandaa maeneo maalum kwa ajili ya uwekezaji. Kwa hiyo ningependa nitoe hapa wito kwa vijana ambao wanatamani kumiliki maeneo hayo, kwa maana ya kuingia katika hiyo program, tufuatilie kwa karibu taarifa, na kupitia majukwaa haya tutatoa taarifa namna unavyoweza kuwa sehemu ya ya huo mpango pia lakini, ili kuhakikisha vijana wananufaika ipasavyo na, na fursa hizi, serikali imeanza kuanzisha vituo vya rasilimali kwa wawekezaji vijana, zinaitwa Youth Investors Resources Centers, katika mikoa ya Dodoma, Pwani, Mara, Ruvuma pamoja na Bagamoyo kwa kuanzia. Vituo hivi vitatoa huduma muhimu kwa vijana ikiwemo upatikanaji wa taarifa na mwongozo kuhusu ardhi, mitaji na huduma za kifedha, lakini pia kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali na uzalishaji, pamoja na kuwaunganishia vijana katika minyororo ya masoko na wasambazaji, lakini pia kupata mali ghafi. Sambamba na hilo serikali, inatenga ekari laki moja na elfu sabini za ardhi ikiwemo mashamba pamoja na maeneo ya viwanda ili kuwawezesha vijana kuanzisha viwanda na shughuli za uzalishaji. Kama nilivyoeleza hapo awali, taarifa hizi zote tutahakikisha kila kijana Mtanzania anazijua, anazisikia, ili anayetaka kushiriki katika mpango huu aweze kushiriki. Na vijana platform ni moja ya eneo ambayo tutalitumia kuhakikisha kwamba taarifa hizi unazipata popote pale utakapopita utakapokuwa. Vijana tuyajenge! Vijana tuyajenge! Vijana wenzangu, serikali inatambua wazi kuwa mafanikio jiti ya jitihada hizi hayawezi kupatikana kikamilifu bila kuwepo kwa jukwaa rasmi ambalo ni shirikishi, lakini pia jukwaa ambalo sio tukio, litakuwa ni endelevu, litakalowezesha vijana wenyewe kutoa maoni yao, mawazo yao na ushauri wao kuhusiana na masuala yanayohusu moja kwa moja ni kwa msingi huo ndipo serikali imeamua kuanzisha jukwaa la vijana, Vijana Platform. Jukwaa hili ni nafasi mpya na ya kimkakati, inawaweka vijana katikati ya mjadala wa maendeleo yao wenyewe. Kupitia Vijana Platform, vijana wanapewa nafasi ya kusikika, kushiriki na kuchangia moja kwa moja katika kujadili masuala ya ustawi wao, maendeleo ya kijamii na kiuchumi, pamoja na mustakabali wa taifa letu. Vijana Platform sio tukio la siku moja wala sio jukwaa la kusikiliza hotuba pekee. Ni nafasi ya kudumu ya mazungumzo ya kweli kati ya serikali na vijana, ili waweze kusema wanachopitia, wanachokihitaji na wanachotamani kwa maisha yao na kwa taifa lao. Kupitia jukwaa hili, serikali inataka kusikia sauti ya vijana moja kwa moja, kwa uwazi na bila vizuizi, ila ili mawazo yao yaweze kuwa sehemu ya maamuzi yanayofanyika kuhusiana na maendeleo ya vijana katika nchi yetu. Kupitia Vijana Platform, vijana mtapata nafasi ya kuchangia maoni, kutoa mapendekezo na kushiriki katika kujadili masuala yanayowagusa ikiwemo ajira, biashara, elimu, afya, ubunifu, teknolojia na maisha ya kijamii kwa ujumla. Vile vile, vijana mtapata fursa ya kubaini na kujadili fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali ya taifa letu ikiwemo fursa za kiuchumi, kijamii, kibunifu ambazo mara nyingi hazitambuliki hawazitumii kikamilifu na kwa muda mrefu zimekuwa zikiwafikia vijana wachache. Jukwaa hili linawawezesha vijana kushirikishana uzoefu, pia kujifunza kutoka kwa wenzao na kujenga mtazamo chanya kuhusu namna ya kutumia rasilimali, maarifa na teknolojia zilizopo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo ya jamii. Serikali kwa upande wake inalenga kutumia maoni hayo kuboresha sera, mipango na programu tunazozifanya ili ziwe karibu zaidi na uhalisia wa maisha ya vijana wa leo. Vijana wenzangu, serikali inatambua kwamba ustawi wa vijana hujajikita tu katika masuala ya ajira na uchumi, bali pia unahusisha afya ya akili, maadili, uzalendo, ubunifu, ujasiriamali na ushiriki wa vijana katika mifumo rasmi ya utawala na uongozi. Ndio maana kupitia jukwaa hili leo, tutasikia mada muhimu zinazogusa afya ya akili kwa vijana elimu ya kodi, fursa za mikopo na mitaji, pamoja na ushiriki wa vijana katika manunuzi ya umma. Na haya yote ni maeneo muhimu ambayo yatatusaidia kuboresha shughuli zetu. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza vijana, mtumie jukwaa la vijana kwa uwajibikaji, uzalendo na uadilifu mkubwa. Toeni maoni yenu kwa uhuru, hakuna atakayewazuia ya kuzungumza, lakini kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Serikali iko tayari kusikiliza, iko tayari kujifunza na iko tayari kuboresha mifumo yake kwa kuzingatia sauti za vijana. Napenda pia kuwapongeza taasisi zote zilizoshiriki katika kufanikisha uzinduzi wa jukwaa hili la vijana, ikiwemo mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, TADB, na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, PPRA. Ushirikiano huu ni kielelezo cha dhana ya wajibikaji wa pamoja katika maendeleo ya vijana. Ndugu vijana, serikali iko tayari kusikiliza, kujifunza na kushirikiana na nyinyi. Kupitia vijana platform, tunafungua ukurasa mpya wa ushiriki wa vijana katika ujenzi wa taifa letu. Ni matumaini yangu kwamba mtatumia jukwaa hili kwa busara, ujasiri na uzalendo, ili kwa pamoja tuijenge Tanzania imara, yenye uchumi shindani, shirikishi unaowajali vijana wake. Na kabla sijahitimisha, ningependa nitoe maelekezo kwa maafisa maendeleo ya vijana wa mkoa walioko hapa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisheni vijana platform inafanyika katika ngazi za mikoa yenu kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa. Jukwaa hili kama nilivyoeleza awali, alipaswi kubaki katika ngazi ya taifa peke yake, bali inapaswa kushuka mpaka ngazi ya jamii. Watusikie katika mitaa yetu, watusikie katika vijiji vyetu, ili kuwafikia vijana wa mijini na vijijini kwa usawa. Leo tuko Dar es Salaam, lakini wako watu ambao wako maeneo ya mbali na Dar es Salaam hawajapata nafasi ya kuja na wengine maeneo yao pia mitandao pengine hawawezi kufikia. Tunataka vijana platform lisiwe jukwaa tu linalogusa aina ya vijana walioko mjini peke yake. Tunataka kijana alioko pande yoyote ya nchi aweze kufikiwa kwa taarifa, kufikiwa kwa kusaidiwa ili kila kijana wa nchi anufaike na fursa zinazotolewa na serikali ya awamu ya sita. Vijana tuyajenge. Lakini pili hakikisheni kuwa maoni, changamoto na mapendekezo yanayokusanywa kupitia pla, eh, Vijana Platform yanachambuliwa kitaalamu, yanarekodiwa kwa utaratibu na yanawasilishwa kwa wakati katika ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa ajili ya hatua za kisera, muundo na kiutendaji na hii itasaidia Hatutaki kuwa na jukwaa ambalo tunakuja tukuzungumza, lakini halina matokeo. Tunataka kuwa na jukwaa ambalo mambo yanayozungumzwa yanakwenda kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tutakapokuwa tunafanya majukwaa yetu katika ngazi zetu za mikoa, ngazi zetu za wilaya, ikiwemo na hapa leo tunapoanzia, hoja zinazotolewa zinatakiwa zirekodiwe, zitachambuliwa na zitapelekwa kwa ajili ya utekelezaji, ili kila tunapokutana tunapokutana wakati mwingine tupeane taarifa ya utekelezaji wa masuala ya vijana ambayo yamefanyika. Hatutaki tu kukusanyika na kufurahia kwa pamoja, tunataka tukusanyike ili tubadilishe maisha yetu kwa kugusa masuala msingi ya vijana. Tunataka jukwaa lenye matokeo, sio jukwaa tu la kuzungumza, tuna kuishia kuzungumza. Jambo la tatu, naelekeza maafisa vijana wa mikoa kushirikiana kwa karibu na, na wadau wa maendeleo ili kuunganisha mijadala ya vijana platform na fursa na programu mbalimbali zilizoko serikalini ikiwemo mikopo ya vijana, fursa za manunuzi ya umma, mafunzo ya ujuzi, uwekezaji kupitia maeneo maalum ya uwekezaji, pamoja na fursa mbalimbali zinazopatikana. Maana yake ni kwamba hapa maafisa wa vijana mushirikiana na sekta mbalimbali mbali, na taasisi za serikali lakini na sekta binafsi ambazo kuna fursa nyingi za vijana kule, tuweze kuzicoordinate. Hawa vijana hawezi kwenda kugonga kila mlango wa kila taasisi. Sisi ndio wajibu wetu kutafuta hizo fursa kutafuta uh, kutafuta watu tuwakusanye pamoja ili tunapoita vijana waweze kukutana nao kwa urahisi na kupata fursa zao kwa urahisi. Kwa hiyo tusiende tukajifungia tusi wenyewe. Tunakwenda kule tunazungumza kila siku mikopo ya asilimia kumi mikopo ya asilimia kumi. Fursa ziko nyingi za vijana. Tutambue wadau wanaopatikana, tuwalete pamoja, vijana wakija pale wapate taarifa zote za kimsingi ambazo wanazihitaji. Lakini pia ninawaelekeza kuhakikisha kwamba jukwaa hili la vijana platform Linatumika pia kama chanzo cha taarifa kwa vijana na kutoa elimu sahihi kuhusiana na fursa zilizopo, taratibu wanazohitaji kufuata vijana za kunufaika na programu za serikali pamoja na wajibu wa vijana kwa maendeleo ya taifa ikiwemo uzalendo. Aidha, nataka kuona matumizi ya njia sahihi ya kidijitali ikiwemo matumizi ya simu na majukwaa ya mitandaoni yakipewa kipaumbele ili kuwafikia vijana wengi zaidi hususan wale wasioweza kuhudhuria mikutano ya ana kwa ana. Na hapa leo tutazindua programu ambayo itatusaidia vijana wote kuunganika na hii wizara yenu ya maendeleo ya vijana, ili wakati wote ule uwe na uwezo wa kutufikia bila kujali uko wapi, bila kulazimika kusafiri na kuja ofisini kwetu ili tuweze kukudumia kwa wakati, sawa sawa na falsafa zetu. Mwisho kabisa, ninapenda kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kuimarisha jukwaa la vijana ili iwe chombo hai chenye matokeo na kinachochangia moja kwa moja katika ujenzi wa sera program na mikakati ya maendeleo ya vijana nchini, sawasawa na maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ametaka vijana wa nchi hii wahusike katika maamuzi mahususi yanayowahusu wao, kijamii, kiuchumi, lakini pia kimaendeleo binafsi. Ninawasihi kwa mara nyingine, vijana mtumie jukwaa hili kama daraja la mawazo, ushauri na ubunifu kwa ajili ya kujenga Tanzania leo na kesho. Kwa maneno hayo, natamka rasmi kwamba jukwaa la vijana linalojulikana kama Vijana Platform limezinduliwa rasmi.